Eh, uh, mimi naitwa Jeda Mohamed Asaubaba. Ni mfanyabiashara lakini pia sambamba na hilo eh, uh, sisi ndio waanzilishi wa jumuiya ya hizi pacha. Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo ambayo eventually ilizaa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania. Na uh, nafanya biashara multiple businesses, moja hapo ikiwa ni ya trading na zingine mbalimbali. Mbali. Well, uh, kuna athari mbalimbali mbali ambazo zinapatikana kutokana na wageni kuingilia kufanya biashara ambazo zile biashara zingeliweza kufanywa na wazawa. Kwanza labda nitoe tu brief history ya ya wageni waliopo nchini, particularly wale wa China, ambao ndo sasa hivi wanapigiwa sana kelele. E, kimsingi, e, mahusiano ya Tanzania na China ni traditional historic. Mahusiano haya yalianzishwa na mwasisi wa taifa letu kipenzi chetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hayati by then Kue, kupitia kwake yeye na mwenziwe Mao nani, siji ze, nini, uko? Wale walianzisha uhusiano ambao ndio umetengeneza kwamba wachina sasa hivi in particular wao ni ndugu zetu, eh, wao ni ndugu zetu, na naweza mkaona nyinyi vijana wadogo bado, lakini mnatambua before this GR kulikuwa na kulikuwa na Tazara Tanzania Zambia Railway, au sio bana? Ile ilitengenezwa jointly kwa ushirikiano wa China na Tanzania. Kwa maana hiyo hawa ni ndugu zetu. Sasa eh, ili kusudi tubaki katika ule uhusiano wa kidugu, lazima tu observe taratibu za kimisingi za kuweza kuhusiana, kwa maana kimsingi hichi kinachoendelea hapa sokoni hakihusiani. Kwa sababu kuna misconception kwamba pengine Watanzania hawapendi wageni, labda nichukue fursa hii kwa kuthibitishia kwamba hakuna taifa duniani linalopenda wageni kama Tanzania na sisi wafanyabiashara in particular tunapenda sana wageni hasa wa China kwa sababu traditionally hawa ni ndugu zetu, lakini kuweza kumaintain relationship baina yetu sisi na hawa ndugu zetu wa China basi ni lazima tuishi kwa misingi, lazima tuishi kwa taratibu. Sasa kumekuwepo na violation ya taratibu mbalimbali ambazo zi tunaona zinatengeneza alam alamu ambayo huenda ikapelekea sasa haya mahusiano baina ya China na Tanzania akawa compromised lakini kwa wafanyabiashara wachache, narudia tena, wafanyabiashara wachache wa taifa la China ni ipatikako, kwa mfano ni mazungumzia kama wa China. Kuna wageni wengi lakini nimefanya sampling ya wa China kwa sababu ndio wengi. kwa wafanyabiashara wachache ambao sio waaminifu, narudia tena, wafanyabiashara wachache ambao sio waaminifu wanataka sasa kutengeneza uhasama baina ya wafanyabiashara wa Kitanzania na wafanyabiashara wa taifa mengine ya kigeni. Labda niende mbali zaidi, niseme sisi, kama nilivyosema, ndo waasisi wa hizi biashara wa hizi taasisi pacha taasisi ya Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo ambayo eventually ilizaa taasisi ya Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania. By then kwenye uanzishaji wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania mimi nilikuwa kama mwenyekiti wa kwanza eh wa Jumuiya ya Wafanya biashara Tanzania mwaka 2016 hayache Vigens hapo alikuja balozi wa China akija na wawekezaji kutoka katika jimbo linaloitwa Dongguan. Wawekezaji wale walikuja kuwekeza, kuangalia hotel, I mean fursa za kuweza kuwekeza katika viwanda. Kwao namquote na zile evidences, zile clips whatsoever zipo. Mtu akitaka kujiridhisha akasema hawa wafanyabiashara mnaowaona hawa, hawa ndio sahihi kuja kuwekeza. Lakini hawa mnaoona Kariakoo hawa, na maeneo mengine mbalimbali Tanzania kwenye trade kwa maana ya vending, kwa maana ya uchuuzi huo, na trading, yani small scale trading, hawa serikali ya China haiwakubali, which means tatizo haliko kwa wachina, tatizo liko kwetu sisi na serikali yetu. Ile mifumo ya uingiaji wa wageni hapa Tanzania kupitia TIC investment center, kupitia labor, kupitia immigration, kupitia taasisi mbalimbali ambazo ndizo zinatakiwa ziwafanyie screening hawa wageni wanaoingia nchini haziko sawasawa sawa. And you can prove kwamba ju tulivyomwambia wa, Mheshimiwa uh, waziri kusiana na hiki alivyokuwa anatupa yale uh, statistics tukamwambia, hizi takwimu hizi haziendani na uhalisia kwa sababu haziakisi ukweli ambao uliopo, na na okay, no, sera hii kauli hii ya Mheshimiwa balozi iliyotolewa mwaka elfu mbili na kumi na sita hayat regions, inaendana sambamba na sera yao ya China ya mwaka 2013 inaitwa Belt and Road Initiative au bel, One Belt One Road inayosema inayochochea uwekezaji wa China katika mataifa zaidi ya mia moja na hamsini duniani katika biashara ambao wazawa wa eneo lile hawawezi kuzifanya. Hii ni sera ya ukienda, po Google, ukienda nyinyi vijana mnajua, utaona hichi ninachokisema kina reflect uh, reality behind the scene so, zaidi, tulikuwa sisi kwa mfano, malizia, sana. Tua tukienda China kwenye trade tunafanya biashara case study. Kulikuwa na kinyozi maarufu pale Shaobei kulikuwa na jengo linaloitwa eh, lina Dongfeng Dasha au Elephant Plaza pale kulikuwa na mtu Swahili pale alikuwa ananyoa, anaitwa Mkali. Nimekuwa nikilisema hili mara kwa mara hmm. Yule Mkali alikuwa akifanya biashara katika premises ambazo business license ya pale ni ya mzawa ambaye ni Mchina, sawa? So, kwa wale wako hawakurupuki, wakamvutia muda, wakamskrini, wakagundua yule anayefanya pale, haiwezekani akawa na leseni ya pale China. Kwa walichokifanya you know what they did, ina maana walim fukuza, haruhusiwi tena kukanyaga wapi? China. Kwa sababu anaingilia kufanya kazi ambazo zingeweza kufanywa na wazawa. Leo hii kwa nini haya yanayoendelea kupitia jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania? Sasa kuna mgomo unataka kuibuka, watu wanataka kugoma. Watu wanampenda sana mama tena sana, watu wana confidence na mamlaka ya mapato, lakini watu wanatatizo na hawa wachina sasa, watu wanatatizo na hawa wachina. Kwa hivyo kama mambo haya yasipofanyiwa kazi, kinakuja kitu linakuja swala linaloitwa xenofobia, kama inatokea South Africa, we can just see it by afar kwamba haya maswala yanatokea South Africa, lakini they are coming. 2022 mi nilikwenda kwenye think tank ya South Africa jum, ambao likuwa naelezea tu kwa uchache, ni nini ni nini asili ya xenofobia kule, kuuana ni njaa. Basi hatuwezi kuzuia kuharibu uhusiano na ndugu zetu wa kitradition ambao ni Wachina. Watapigwa wataumizwa na wageni wengine mbalimbali ambao wanafanana na kuendana sawasawa na Wachina. Hatuwazungumzii wageni kama Wachina tu peke yao, hapana, ni wageni wote zeh, lakini wengi wao the majority katika market sasa hivi ni Wachina. Una mgomo wanaandaa sasa. Jambo hili limenifikia mbali kwamba sasa watu wana, wana njaa sasa. Njaa zinapoanza kuuma, mtu hawezi kuuza, fursa zote zimepopwa inamana waje kwa wingi, waowekeze katika zile biashara ambazo sisi hatuwezi kufanya, construction of dams, ayo mabwawa ya maji ya kufua maji yale miradi ambayo ni masculine na miradi mingine mbalimbali mbali kama hiyo, ikishaonekana kwamba ina maana, katika masoko haya, katika uchuuzi huu, katika poultry industry, katika clearing and forwarding, katika trading and the like. Sana. Sana yes, yeah kwa hiyo tunawaita let them kaa waje lakini waje katika misingi ambayo ni sahihi kubu kwenye uchuzi. Yani, sera yetu ni kwamba kwenye uchuzi huko watu waachie, ayo uachie, kwa watu waachie, sipo kwenye, wapo kwenye uzalishaji au kwa Kiswahili ni wapo kwenye biashara kama, na ndio sera ya nchi yao na wanasema okay. Sio mimi wala wewe ni sera ya nchi, Belt, Belt and Road Initiative ya mwaka 2013 lakini ni sera yao, pa balozi wao alivyosema, mimi by then nilichea ule mkutano na Hyatt Regency tu kwa viongozi wao wanavyosema, waende kwenye utaratibu ambao ni sahihi. Mheshimiwa Jafu ameingia juzi soponi hapa, amewakamata, hawana hawana credentials. Kuna watu hawana residence permit, hawana trading license, business licenses whatsoever. Na unajua wanachokisema ni nini? Sasa hivi as it goes, kwa sababu sisi tunaangalia haya mambo yanapokwenda, wanachangishana pesa, kwa sababu inaonekana Watanzania ni watu ambao yani, you can buy them Yaani, e, wao ni watu wa kununuliwa tu. Utawapa pesa hili ndani wa ya ya miezi mitatu whapo na viongozi wa wambatalishwa kama katibu mkuu na naibu wake na viongozi wengine mbalimbali wako makini sana, lakini kuna viongozi wachache ambao ni corrupt, wachache. Sasa hawa ndio wanasababisha situation zote hizi zikajitokeza. Ina, inawezekana vipi mtu ana duka hana trading license? Inawezekana vipi mtu ana duka hana EFD machine? Haya anayakuta, sisemi mimi, amekwenda kuyavumbua mashule ya Jafo. Tatizo tukijifunza kwa hawa hawa wachina tena kinachofanyika pale kwao, kwa sababu kwenda kufanya biashara katika maeneo, wanapewa kesi za uchumi hey, ambazo ni available kwa hata hawa wa, wa, wa, wa, kwa sababu mtu anakuja anamchukua mfagizi hata hajui haki zake. Mtu mfagiaji tu wa ofisi ndo anafungua biashara kwa jina lake kwa hao kwanza watu wao sawa. So, and then, kama wanakuwa hawasikii, kwa sababu mwanadamu, huwezi kumpanish bila bila kumpa nini, kumpa nafasi ya kumuelimisha kwanza. Elimu itolewe kwamba usifanye haya wanayoyafanya, kwamba haya yanaathiri uchumi in a long run, yatasababisha nchi zisitawalike, tutakuwa na vita tunaenjoi huu uhuru tunaona chini ya mama yetu Samia, Mwenyezi Mungu amzidishie uhai na afya njema, ni kwa sababu tun, tun, tun, tunayo amani, lakini siku ikitoweka hii amani, tazameni katika mataifa mengine mambo yanaendelea. Kwa hivyo ni kufanya masuala kwa usahihi ndio kinachoweza kutupelekea kwa maana mambo yetu daya kwa hawa wazawa ambao wana accommodate wageni wanaokuja kutupelekea sasa uchochezi kuanza ku vi, viashiria vya uchochezi na kuharibu amani na uvunjifu wa amani. Hawa kwanza waelimishwe, watakao kuwa na kaidi na wasikilizi wapele tu kesi za uhujumu uchumi, kwa sababu eventually hawa wana uhujumu uchumi. Watu wamekamatwa hapo, hawalipi kodi. What does it imply? It implies kwamba, maana hawa ni kama kirusi kinachokwenda kuua uchumi wa taifa.